Mda alafu kuna msenge mshenzi kumanina zake anasema atmosphere ali nihutiyodogo dogo alikuwa wale makofi pale pale, sijumbona mku mwa amesikia wale wanaume wanaingiliwa, ati walioenda kumwangalia Ishowspeed akifanya kazi nzuri hapa Kenya ati wanaume ambao walimshangilia walikuwa na wanawake simu wengi simu wanaposti hivo, ati wanaume simp simp. Yani, yani usiselebrete mtu kuja Kenya inaitwa simp, wanawake wanawake.

360 new subscribers ameweza <laughs> kufikisha 48 <million> subscribers, na stream yake ameweza kupata live viewership ya yeah, over 300 people waki view live kwenye stream yake which is such a good thing, what is more

Halafu yeah, kuna jamaa alivote pia Ishowspeed ameenda kununua ile shati, alafu kwa blue anamwambia you can back in, jamaa amesema bei yake nzuri hapo. Mwingine anasema you can back in Goliath represent Kenya vizuri I'm proud of that paka kiatu nini know how to, to show your work in front of the camera you know how to, and you will go far another person that alii bamba

ni bamba afuum ya leo. I mean, masaini pia naona watu wamevyu sana, alafu a another thing, ameweza kunywa damu, alafu amekwa jina la Kimasai sijui one mi nimependa eti na wale mademo ambao anasema wanaume ambao wanapata wanasimuhacayana, mtu ana miaka 20 lakini president mwenyewe amechukua time yake akamu invite Kenya, basi pia amesimp.